ida yenu kwa, kwa hivyo mimi siwezi kusema mimi ninajua kila kitu kwa sababu mimi, kwa hivyo mimi siwezi kusema nikisema, atit ati right ati mimi hihiyo ni sawa peke yake, lakini tuna na watu wetu, lakini tukisha na tumeshakubaliana, ati hii ndiyo ya chama, kila mtu aseme hiyo language isiwe tukitoka hapo, huyu anasema language yake, huyu anasema language yake, huyu anatakea ukubwa huko, huyu anatakea ukubwa huko, anatake anakwenda kununua press ati atiye ndiye alipata apate hiyo eh, nini ukubwa. Ukubwa ni chama yeah. Ukubwa tunataka ipewe nini chama, chama. Sio mimi kama Uburu yeah. Ni chama ndio ipewe ukubwa yeah. Sisi kama chama Uh, Raila aliwacha kwa hii broad based government alafu, alafu mambo ikaenda hivi yeah. Mambo polisi ya chama ikawa ni hivi yeah. Polisi ya chama ni sisi, tunafanya kazi, kuna ajenda ya 10 point agenda yeah. Na hiyo tunaifuata mpaka 2027 yeah. Lakini kwa hiyo sisi hatuna ajenda ingine yes. Sisi tumaimarisha chama yetu ya ODM yes. Chama yetu iwe na nguvu yes. Chama iwe, iweze ku, ku, kuenea na chama iweze kupata members nyingi kushinda zamani yes. Kila siku tupate members mpya yes. Na tukifika 2027 yes. Aidha tutaenda uh, separately as, as ODM peke yetu kwa hiyo uchaguzi kubwa yeah, au tutashikana na, na wale wengine ambayo tuko nayo kafikira moja yeah, na ndio tutashikina, tutashikina pamoja hii serikali ambayo tuko kuna watu wengine tu, tum, tu tume, tumeweka huko yeah. Lakini hiyo serikali hatukupigia kura yeah. Serikali ile ambayo sisi tutapigia kura ambayo tutakuwa ndani, yes. Itakuwa ni a negotiated arrangement, yes. Na ODM iwe, yes. Na nguvu kama chama. Hiyo ndio policy ya chama, hiyo ndio policy ya chama. Wengine hao hata wakisema hii sijui hii Sifuna, sioni kama wewe ulisema anything which is uh, strange because that is within the policy of the party we are not in the in the in the one term kama wewe unasema one term we are not in the two term we are in the strengthening of our party within this broad based arrangement but it is not our our, our government it is come stay, we stay hiyo sisi hatuwezi kusema one term two term hiyo sio kazi yetu kazi yetu ni kuimarisha chama yetu